Hapa waumini wenzangu, nimejawa na shukrani sana kwa Mungu kunipa nafasi na hii mara ya kwanza kufika hapa lakini <tiped> na, na, kunipa nafasi kufika hapa nikiwa nimemaliza kiapo changu cha ubalozi <tiped> na nikiwa nime teuliwa kuwa mshauri wa rais masuala ya diplomasia, na ni maombi yangu Mungu anisaidie kujua jinsi gani nitaingia katika ile milango, jinsi gani nitatoka, na jinsi gani nitamjibu kila mtu ipasavyo. Ni maombi yangu pia kwamba Mungu atanisaidia kuendelea kuwa yule yule kwa siku zote, rafiki wa wengi, jirani, Mluteri, mwanakwaya. Ni maombi yangu kwamba Mungu akinipandisha viwango vingine, mimi yule wa ndani niendelee kuwa huyo huyo, nemjua kija kunitembelea kohama tule ugali tupike, tucheke na tuwanyanyue watu wa nyumbani kwetu. Asiye wapenda wakwao ni mbaya kuliko asie amini. Tuendelee kuwa pamoja, tuendelee kuipenda Tanzania tuiombee Jamhuri yetu hii ya Muungano wa Tanzania, tumwombee na kumpenda kwa moyo thabiti rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Ilimpendeza Mungu kwa maamuzi yake kwa wakati wake, akampandisha akawa rais wa nchi, wa kwanza mwanamke pamoja na mitihani yote iliyokuwa inamfuata, ni Mungu mwenyewe amependa hilo jambo liwe. Ninaomba tumshike mkono kwa maombi, ninaomba tumnyanyue kwa sala na dua zetu, na ninaomba tumfikirie, ili akitabasamu, tabasamu tabasam lake liendelee kuifunika nchi hii ya Tanzania moyo wake ukifurahi furaha yake iendelee kuwagusa kina mama, vijana, watoto na watu wote kwa jamhuri yetu ya muungano wa Tanzania. Ninaomba tumwombee busara, hekima, amani, aendelee kusimama katika zamu yake. Baba Askofu alisema yeye ni kuhani wa zamu, nabii na wa zamu, mwombezi wa zamu. Baada ya sisietu Mama Samia ndiye kiongozi mkuu wa zamu aliyeinuliwa na Mungu katika saa na majira kama haya, na kupitia sauti yake nyoyo za Watanzania zitapona. Kupitia sauti yake wale waliokuwa wamepigwa, wale ambao wanaumia ndani, wale wanaohitaji uh, ushauri wale wanaohitaji kuinuliwa, Mungu atawaponya. Tumuombe sana sana. Na la mwisho katika haya, tuiombee Tanzania, tuwaombee Watanzania. Wimbo ule unasema, iwe heri kwa mataifa, nchi ambayo kila taifa linaitazama na mimi niwahakikishie, nimekuwa mbunge kitambo, na kila siku tulikwenda bungeni, tulikuwa tunasali Mwenyezi Mungu uiepushe jamhuri hii yetu ya muungano Tanzania dhidi ya watu wanaoitazama kwa jicho la hasada. Maadui hata nyumbani pako wako, wa ndani wako wa nje. Unaweza ukawa unatembea best friend yako ni adui yako, yule anayekuchekea zaidi, yule ambaye ni jirani yako moyoni mwako, moyoni mwake anakuona wewe. Kwa nini umependeza? Kwa nini nywele zako zimependeza? Kwa nini mmejenga kanisa zuri? Kwa nini kwa inaimba vizuri? Kwa nini watu wana amani? Kwa nini dao sisi inaendelea kuliko zingine? Kwa nini wachungaji wanapendeza? Kwa nini nchi ya Tanzania imekuwa na amani tangu kuanzishwa kwa. Wanatuma mitihani, Wakristo tunaita majaribu. Hii ni zamu ya Tanzania kuyashinda majaribu, kuishinda mitihani, kusimama dhidi ya watu ambao wanaapa, wanasema tunataka tutikise misingi ya jamhuri hii ya Muungano wa Tanzania, na wanatoa na tarehe, jamani, tutoke tarehe tisa Desemba tukatikise misingi. Ninaomba tusimame, tukaizunguke Yeriko kwa maombi, tukaishike Tanzania hii kwa maombi, kwa sababu ni nchi tu ambayo Mungu ameruhusu iwe kimbilio kwa nchi zingine. Mungu ameruhusu nchi hii iwe lango la walio na maumivu ya kweli. Ningeweza kukutajia nchi nyingi, lakini Mungu ameruhusu nchi hii kupitia uhuru wa kuabudu liwe taifa ambalo sasa linatoa wamisionari kwenda nchi zingine. Na baba askofu, mimi ni kuombe labda kupitia KKT tutoe wamisionari kwa wingi, waende Msumbiji, waende Kongo jsi waende Malawi waende Kenya waende Uganda waende Niger waende Sudani waende Dafu, tutoe watu walio tayari kutumwa, wakaliwakilishe kanisa letu wakaihubiri Injili, wapeleke amani katika zile nchi. Taifa linaposimama linatuma watu na wale tunapowatuma kule wanaleta taarifa, na nyumbani tunaweza kujenga kanisa sisi kama waumini wa dini ya Kiluteri, lakini tunaweza kujenga taifa sisi kama Watanzania tusimame. Na la mwisho, mama, kwa nini mataifa mengi yanaitazama Tanzania? Nchi kubwa kijiografia kuliko zote Afrika Mashariki. Ukichukua baadhi ya nchi za Afrika Mashariki, unaunganisha mbili au tatu, unapata jamhuri yetu moja, nchi iliyojaliwa kuwa baharini, lakini milima mirefu. Kikubwa zaidi, watu wazuri. Tunaomba tusiwotoe ule uzuri wa Mtanzania, na ninaomba uzuri ulioko ndani yako. Kuna mtu alisema kuwa sehemu ya baraka, Mungu akukutanishe wewe na watu watakao kubariki. Sasa kabla haja kukutanisha na wanaokubariki, mbariki wewe, mbariki kila unayekutana naye wewe mwenyewe, kuwa baraka kwa kila mtu, kuwa baraka kwa Tanzania, kuwa baraka kwa mama Samia Suluhu Hassan na serikali yake. Usiogope kumtaja katika sala zako, usiogope kwa sababu tutasimama katika zamu zetu katikati ya miaka, tuishike Tanzania hii.